Katika mandhari tulivu ya mji wa Moshi, ambapo upepo wa mlima Kilimanjaro hupuliza kwa upole na mitaa inayopambwa na misururu ya watu waliobeba matumaini ya kesho iliyo bora, msanii chipukizi msomi anajitafuta. Kwa jina lake maarufu anaitwa Sadam Khan, msomi wa chuo kikuu. Katika muktadha huu sanaa ya muziki huwa si kitu kuburudani burudani, bali ni dirisha linalomwonyesha dunia ndogo ndani yake. Taswira ya mapambano, matumaini na ndoto zisizokoma. Muziki unakuwa mwanga wa taa ya kandili katika safari ya kujitambua na kutafuta nafasi yake katika jamii inayobadilika kwa kasi. Kwa na, niko mtaani kwa sababu ndo unapambana, hivyo nini ninaimba ninafanya nini na nina mishemishe za mtaani au sio? Ah, kuimba nina kama miaka minne hivi toka toka 2000 na nadhani toka 2018 hivi ndo nimeanza kuimba. Msanii huyu msomi ambaye amepitia Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi Moku, na kupata maarifa ya kitaaluma katika masuala ya uhasibu na fedha, anabeba mzigo wa ndoto mbili, ile ya kisomi na ile ya kisanaa. Katika mitaa ya Pasua, Majengo, Soweto au Shanti, sauti za maisha hujieleza kwa namna mbalimbali. Sadamu Mustafa ni kijana mzaliwa wa Mtwara, yani Makonde halisi. Alizaliwa mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 1998. Aliingia mjini Moshi kwa nia ya kupata elimu yake. Hapa anatueleza kwa nini na namna gani alianza muziki. Ay, wadaw, wakati niko mdogo nilikuwa so, so sana katika issue ya kuimba lakini nilijua na kipaji wakati niko shule ya ndio, nikaanza kuimba. Ya. Wakati nilipofika chuo kikuu ya a, kidato, kidato cha tano na cha sita ndio, nilipo, nilipo, nijua kama ninajua kuimba. Mata. Wakati nilipofika chuo kikuu nini ndio nikaanza kuimba sana. Sanaa ya muziki kwake ni jukwaa la kujieleza la kufikisha ujumbe aliyoupata kutokana na elimu yake lakini pia kutoka kwa maisha anayoishi katika mtaa. Of course mimi ni msomi. Mm. Kwa maana matarajio yangu nataji kuwa msanii mkubwa sana baadaye ya Ka. siku za usoni. Nani anakuvutia sana nchini Tanzania? Nchini Tanzania, ananivutia sana Mbosso Kani, ananivutia sana ya ananivutia Diamond Platinumz huko majuu huko. Eh, bwana kule kuna Sharuk Khan. Ya Sharuk Muhammad Khan wanamwita Sharuk Khan. Bwana endo fest kabisa na ndo modo wangu, lakini pia Arjit Singh. Arjit Singh, yeye huwa ndo ananivutia zaidi kwa sababu ni ni mtu fana ambaye ananispire sana katika sekta ya kuimba. Yes, yes, yes. Muziki wake unaibeba Moshi licha ya kuwa yeye ni Makonde kama ishara ya asili yake, mji wenye utulivu lakini uliojaa mapambano ya vijana kutafuta ajira, kutengeneza majina yao na kupambana na changamoto za kiuchumi na kijamii. Msanii huyu anaitumia lugha ya Kiswahili vyema yenye misamiati ya lugha mbalimbali akiweka na maneno ya mitaani akiichanganya na mitindo ya kisasa kama hip-hop, bongo flavor, au afro fusion ambazo kutoa ujumbe unaoeleweka kwa walioelimika na wale wasioelimika. Kwa msomi huyu chipukizi, muziki ni njia ya kuunganisha dunia mbili zinazokinzana mara nyingi, elimu ya darasani na hekima ya mtaa. Wakati mwingine jamii inamtazama kwa jicho la mashaka: kwa nini usitafute kazi ya ofisini na uache muziki huu? Lakini kwake, muziki ni kazi, ni taaluma, pia ni wito. Anajua kuwa kupitia muziki anaweza kubadilisha fikra, kuinua ari ya vijana wenzake na kutoa mwanga wa matumaini. Taswira ya sanaa ya muziki kwa msanii huyu inajengwa katika mazingira halisi ya maisha: kelele za magari, nyimbo za redio za mtaani, harufu ya kahawa asubuhi na jua linalochomoza juu ya mlima. Wakazi wa Moshi wanapomuona wanamchukuliaje? Nimemchukulia ni someone ambaye ni very talented. Tunawaambia vijana wengine watumie talent kama fursa ya kujipatia pesa. Bwana, mwamba anajua, mwamba anajua, yani kujua kwake huyu jamaa mimi nimemshangaa yani, nimeona wasanii wanafanya vizuri Bongo, lakini kuja kumsikiliza huyu jamaa yani namchukulia kwa uzito. Yani, nikimwangalia huyu kwa haraka haraka, namchukulia kama vile wasanii kama vile navyomwona Barnaba Boy, umeshaona bwana. Yani huu ni mwanzo wake, lakini naona kama yani tayari ameshaangalia mbali, anajua anajua vijana yeah. Watakuwa wajitume, waachane na mambo ya waachane na mambo ya kukaa mtaani kubeti na nini na nini, vitu kama hivyo ili waweze kufanyaje? kutafuta talenta zao. Muziki wake ni kio cha jamii, huonyesha madhira na mafanikio, huzuni na furaha, kushindwa na kushinda. Ndani ya kila beti na kiitikio kuna simulizi ya juhudi zake binafsi, tafakari ya maisha na azma ya kuleta mabadiliko kupitia vipaji alivyojaliwa. Sadam Khani ni mjua mara ya kwanza kwenye best ya Mama Samia. Alialikwa kwenda Dodoma kwenda kufanya best ya Mama Samia kuimba. Kuanzia hapo nilimpenda sana, nilimkubali sana na akafanya ngoma moja official inaitwa Hadithi ambayo leo tunaenda kushoot bonge moja la video. Kwa hiyo cha msingi mimi nachoomba tumsupport tu mwanetu, amesoma ushirika hapo, kamaliza na anajitafuta kwa staili ya mimi. Sanaa ya muziki kwa msanii huyu chipukizi msomi Sadam Khani anajitafuta katika mitaa ya mji wa Moshi ni taswira ya mapambano ya kizazi kipya, kizazi kinachojitahidi kuunganisha elimu na ubunifu. E bwana wa Tanzania, kwanza kitu ambacho naweza kuambia e bwana, kwanza kwanza, nina kazi, nina kazi mpya ambayo niko na director pale, tunaenda kushuti sasa hivi video, video yangu mpya ambayo inaiachia kuanzia next week, ambayo inaitwa Hadithi au si. Nikiachia hii ngoma yangu mpya ambayo inaitwa Hadithi. Hadithi, hadithi ni kwa, kwa Kiswahili; kwa Kihindi inaitwa na kahani Ebwana, ni nyimbo yangu mpya ambayo tunaiachia karibuni. Naomba wanisapoti waingie TikTok, waingie Instagram, waandike Sadam Khan TV, wataipata kazi zangu kule, zipo za kutosha sana. Mila na mitindo mipya, ndoto na uhalisia, ni taswira inayowakilisha moyo wa mabadiliko unaochochewa si kwa silaha, bali kwa sauti, midundo na maneno yenye nguvu ya kubadilisha jamii. Hivi kwa nini

Huyo ni Sadam Khan. Sadam Mustafa Makonde mzaliwa wa Mtwara Kusini.